Tundu Lissu na wenzake ishirini wamezuiliwa kuingia Angola kwenye mkutano ambao uliitishwa na chama cha upinzani kinachoitwa UNITA. Yaani, hawa viongozi zaidi ya ishirini pamoja na Tundu Lissu wote wanatoka kwenye vyama vya upinzani kutoka kwenye nchi zao. Kwa hiyo huu ulikuwa ni mkutano wa vyama vya upinzani kutoka kwenye nchi mbalimbali za Kiafrika ambao uliitishwa Angola na UNITA, ambao pia ni chama cha upinzani. Nadhani nishapata picha hapo. Kwa hiyo hii ilikuwa ni kama genge la upinzani ambalo limekutana kudiskasi namna ya kupambana na serikali zao. Pata hiyo picha kichwani mwako. Sasa dakika za mwisho kabisa serikali ya Angola ikaupanchi huo mkutano. Huwezi kuniambia mpaka UNITA inafanya maandalizi ya huo mkutano ilikuwa haijawasiliana na serikali yake. Kwa nini dakika za mwisho serikali ya Angola izuie huo mkutano? Maybe, labda serikali ya Angola iliwasiliana na nchi husika ambako hao viongozi walikuwa wanatoka, wakaishauri serikali ya Angola kusitisha huo mkutano lazima utengeneze hiyo hiyo picha kichwani mwako. Kwa nini dakika za mwisho hawa viongozi wafike pale uwanja wa ndege wazuiliwe pale uwanja wa ndege na watafutiwe njia ya kurudia pale pale uwanja wa ndege kwa nini? Kwa nini UNITA isingejulishwa na serikali ya Angola bana, huo mkutano wenu sisi hatutambui? Yaani lazima utengeneze picha nyingi. Kwa nini dakika za mwisho huo mkutano unazuiliwa? Una kwa hiyo hakuwa Tundu Lissu tu, walikuwa wengi kutoka Kenya, Uganda, Tanzania, South Sudan, Mozambiki. Ni kitu gani walikuwa wanaenda kudiskasi? Watu wataka kujua ni namna ya kupinga serikali zao. Kwani kazi ya Chadema ni nini? Sikuipinga serikali kazi ya yani, ene chama chochote cha, cha upinzani kazi yake ni kupinga ya serikali. Sikilizeni, sio kuleta maendeleo demokrasia kama tunavyoambiwa, kwa sababu unavyozuia hawa watu kufanya mkutano wao sentensi ya misho utaambiwa unazuia the democracy. Hata Tundulisu mwenyewe na mnukuu hapa, amesema kwamba hivi nchi ya Angola inajifanya kujiendesha, inajifanya na democracy, kumbe inajiendesha kikteta. Kumbuka Tundulisi analipenda sana ili neno, amelisema amesema wazi, Angola ni ya ki inajiendesha kikteta. Mimi kuna maswali nimejiuliza, ambayo natafutia na majibu, na majibu ni me, mepesi sana kuyapata hata kama mwingine atayakataa, lakini wewe ndio ukweli. Unajua ndugu zangu, dunia iko katika vuguvugu la mabadiliko, kwamba Magharibi wanapoteza pawa na mfumo wa demokrasi ni wa magharibi. Ndio maana kama hufuati demokrasi lazima utagombana na magharibi, kwa sababu demokrasi ndio mfumo wa magharibi kuwaweka watu wao kupigania masilahi yao. Sasa dunia iko katika vuguvugu la mabadiliko, kwa hiyo kuna kitu ambacho magharibi wanapambana nacho sana, kuto kuliachia ile bara la Afrika yaani kusimika wale papeti wao waaminifu wa namna ya kuendelea kuwapigania ukiangalia bara la Afrika kuna kama kakitu kama kuanza kujitambua tambua hivi kutambua na thamani ya rasilimali zao. Ni hatari sana kwa afya ya maisha ya watu wa magharibi. Sasa my concern ni hii hapa, UNITA wamepata wapi hizi pesa za kuorganize kitu kikubwa hivo? Je, ni pesa za UNITA wenyewe? Yani unavyokuta watu wamekusanya katika sehemu kwa tukio fulani kuna pesa inaungua pale. Who is a financier? Na magharibi ndo amenifundisha namna ya ku trace power ya kitu trace the financier system. Anayetoa pesa ya ilo tukio ni nani? Ni unita wenyewe au ni watu wako pale Brussels Belgique au pale Washington? Kwa sababu Brussels Belgique na Washington hizo ndio vitovu vya democracy vinavyosimamia democracy, huko ndiko pesa za democracy zinakotoka. Uwe na uwe na hicho kitu akilini. Tundu Lissu mwenyewe ashasema ni lazima uende nje wewe, unaitwa kupokea order. Yaani unajua kuna kuna baadhi ya code ambazo politician wanaongea, ukiwa na akili yako ya kawaida huwezi kuelewa, lakini kama unajifunza geopolitics utaelewa. Kama the other day Tundu Lissu aliposema kwamba mambo ya kisiasa lazima uwe unasafiri, kwa sababu huwezi kupambana pasipo kwenda kusikiliza kutoka kwa hao wanaokutuma upambani. I mean, unganisha doti, point yangu ya kwanza ni UNITA walipata wapi hizo pesa na kwa nini iwe Angola na sio Tanzania au Kenya, Uganda, Ethiopia, Mozambiki? Yaani hao walio waliowapa UNITA hela, kwa nini wasingewapa Chadema wa organize hapa nchini? Upinzani nchini ni kama umekufa kabisa. Sio kwamba akina Brussels na akina Washington hawajui ni sehemu gani upinzani umekufa na ni sehemu gani at least upinzani una nguvu. Akina Brussels na akina Ubelgiji na Marekani wanajua kabisa Tanzania upinzani haueleweki. Uganda kuna udikteta wa, wa Museveni. Kenya ni kama petrol, yani like all over the place. Ukiweka kiberiti, na waka yote. Mozambique, kiongozi wa Mozambique amezuiliwa kabisa kurudi nchini, alileta maandamano ambayo haeleweki. Kwa hiyo waka, wakaona sehemu salama ya kuorganize ile tukio lao ni ni wapi? Angola. Tengeneza yani, unganisha uunganisha dots, kwa nini tukio lifanyike Angola? Angola ilionekana ndio at least sehemu salama ya aa mabwana kudiscuss namna ya kupambana na serikali zao dakika za mwisho kabisa, ishu inalipuliwa, haifanyiki. Hakuna connection kati akina mama Samia, akina Museveni, akina Ruto kumpigia huyu kiongozi wa Angola, zuia hilo tukio. Just tengeneza hiyo picha kichwani mwako. kwa nini? ili tukio life dakika za mwisho alafu. Kingine, kwa nini akina washington na akina Brussels wachague Angola? <laughs> ndugu zangu, this is my opinion, hadi mawazo yangu, demokrasia haijawahi kuleta maendeleo Afrika. Nitajia nchi yenye maendeleo kusuko, kutumia demokrasia ni ipi? ni South Africa ina maendeleo? Kenya ina maendeleo? sababu Kenya katika Afrika Mashariki ndo anaitwa baba, baba of democracy. Kenya ina maendeleo? Uganda um, Uganda dictatorship. Tanzania you know, ni dictatorship, sio authoritarian. Sasa si kweli? nchi ipi ambayo ilipata maendeleo kwa kutumia mfumo wa democracy? Marekani ilipata maendeleo wakati Ulaya wako vitani. Ndio hapo Marekani alipata utajiri wake. Marekani hakujijenga kama China alivyojijenga. China amejijenga wakati dunia iko katika competition kabisa, ina utulivu. China anampita Marekani vizuri tu. China ametumia mfumo gani akapata maendeleo? Democracy? Democracy mnagombana kwa sababu kila mtu anajiona anaweza. Hiyo ndio demokrasi ni makelele yani, mtu akiwa anani, ananiubiria demokrasi, anipe mfano wa nchi yenye maendeleo kwa kutumia demokrasi. Dunia iko katika mabadiliko. Hao waliokuwa wanatulazimisha demokrasi, tukiwaacha bado tutaendelea kuishi. We are on the multipolar world order, tuko katika mfumo wa wakubwa ni wengi, hakuna mkubwa mmoja tena. We don't have a single superpower. Juzi Irani alikuwa na kikao na China na Russia kuhusiana na mpango wake wa nuclear ambao Marekani anapambana kuzuia. Kikao kimefanyika wapi? Beijing. Lakini zamani kila kitu Washington, London, Bra Brussels, sijui Brussel au London, Brussel, Beijing na nini nini, wanaitwaji tena, mji mkuu wa Ujerumani wapi? Berlin, sijui Berlin Ndoko Berlin Conference, nimekumbuka, yaani Berlin Conference ndoko alikogawana bara la Afrika, afu kuna Washington. nawapa miongo miwili mtawasahau hao watu. Mungu akupe wa uhai, napenda sana Wamarekani wanavyotoaga prediction za anguko lao. vizuri podcast za Amerika wanavyotoa wa prediction ya anguko lao, wanasema ndani ya miaka ishirini wao walikuwa vitani, China alijijenga wakijumlisha tena ishirini wanabaki kuwa chawa wa China. Unajua Marekani anakwendaje kuwa chawa wa China? Kwa sababu kila produkti ya Marekani wa kawaida inatoka China. Yaani China ni kama mtego mkubwa wa panya ambao panya ndio akina Marekani akina Ulaya wameshaingia, pa kutokea hawaoni. Si walitaka vya urahisi? Ulishaona mtego wa panya, panya anavyoingia kiurahisi kwenda kula anachotaka? Huko kila ameingia, amekula, ameshiba, anatokaji? Pakutokea hapaoni. Ndiyo Magharibi walivyonasa kwa China. Trump anasema anarudisha viwanda nyumbani, ajira nyumbani. Kwa hiyo anayetaka akajenge kiwanda Marekani, na sio kwenda kumuuzia product. Wenyewe kwa wenyewe ndani ya Marekani wanagombana kwamba haiwezekani kujenga kiwanda Marekani kwa sababu hatuna wafanyakazi ndani ya Marekani, sijui unanielewa anachokiongea. democracy has killed the american has killed the european. Na taifa lolote litakalokumbatia demokrasia litakufa siku zote mfa. advice yangu ni tuandike mfumo wetu wa kiutawala sio wa democracy. Mwalimu wangu aliniambia embrace the culture which will enrich your life, kumbatia utamaduni utakao yafaidisha maisha yako. Demokrasia imeshaiua Marekani, demokrasia imeshaiua Ulaya. Kwa nini mimi niendelee kukumbatia demokrasia? Let's go to the dictatorship. Kula shiba, fanya kazi, kula shiba, fanya kazi. Elimika usiwe msomi.